Siku ya leo ulimi wangu umekuwa mzito, umeshindwa hata takubeba maneno haya, na leo siri hii haitakuwa siri tena, maana kioo cha dunia kitakufunulia ukweli uliofichwa nyuma ya pazia kwa miaka mingi. Na kabla hatujaendelea, usisahau kusubscribe, kulaiki na kucomment maoni yako, kwa sababu leo nitakuonyesha mambo sita ambayo yamefichwa duniani kwa muda mrefu ili binadamu wa kawaida wasiyajue. Cha ajabu zaidi, elimu hii imekuwa ikitumika kwa siri na wachawi na waganga, baada ya kuiba siri hii na kuifanyia kazi gizani. Lakini kinachotia hofu zaidi ni hiki, kiasi kwamba hadi leo wachungaji, mashehe na mapadri wameendelea kuificha ndani ya makanisa na misikiti, ili watu wa kawaida wasijue kabisa ili wasiangamize dunia. Na leo nitakutajia siri hizo sita. Tuanze na siri ya sita, kuongea na kioo. Hii ni siri kubwa mno ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitumika kutafuta majibu ya maswali ya maisha unaoishi hapa duniani. Wengine uzani ni jambo la giza, kini ukweli ni huu: binadamu akikaa peke yake kimya, akijitazama katika kioo kwa muda mrefu, huanza kupata mafunuo ya matatizo yake. Ndiyo maana siri hii iibwa ikapotoshwa na kugeuzwa kuwa hofu ba badala ya elimu ya kujitambua. Na hii ndiyo siri ya tano iliyofichwa duniani kote: binadamu wote wana uwezo wa kusafiri mbele ya muda, si kwa miili yao, bali kwa akili zao. Wengine hawajui hili, wengine wamelisikia lakini wamepotoshwa, na wachache sana ndio walioelewa. Binadamu ana uwezo wa kuishi kesho akiwa leo, kwa sababu akili yake haiishi kwenye muda wa sasa pekee. Huu uwezo unamaanisha nini kwa kweli? Usafiri mbele ya muda sio kupotea ghafla, sio kuingia kwenye ulimwengu mwingine, sio uchawi. Ni uwezo wa kuona mambo yajayo. Kwa nini siri hii ilifichwa? Wale waliotaka kuwatawala watu waligundua jambo moja: binadamu akijua kesho kabla haijafika hawezi kuogopeshwa leo. Ndio maana uwezo huu ulifichwa, ukaitwa ndoto, ukaitwa mawazo, ukageuza uchawi, ili watu waamini kuwa hawawezi kuona mbali. Jinsi uwezo huu ulivyopotoshwa. Watu waliiba elimu hii na wakaita unabii, wakaita uchawi, wakaita nguvu za giza, ili binadamu wa kawaida aogope uwezo wake wenyewe. Naamini kuwa kuna watu wachache tu wanaweza kuona mbele, lakini ukweli ni huu mzito: kila binadamu anayefikiri anasafiri mbele ya muda. Mfano rahisi, unaposema nikiendelea hivi nitaribikiwa. Huo ni usafiri wa mbele ya muda. Unaposema nikibadilika leo, maisha yangu yatakuwa tofauti, huo ni usafiri wa mbele ya muda. Tatizo si uwezo, tatizo ni watu hawajui wanachokifanya. Siri ya nne, hii ndiyo siri kubwa mno ambayo duniani kote walificha, ili watu wasijue. Kama unataka kujua zaidi siri hizi, subscribe, like, na ucomment neno hili, nataka mwendelezo. For centuries.